Yese, bwana mambo vipi? Karibu sana kwenye channel hii, na unayoiona hapo ni ratiba ya mtihani wa kidato cha sita, yani Advanced Certificate of Secondary Education Examination timetable Mei 2025 mtihani huu uh, unatarajiwa kuanza wiki eh, kadhaa zijazo. Yani utaanza tarehe tano mwezi wa tano 2025 na utamalizika kwa wale wenye masomo yote mpaka practical ya kemia 3C. Mtihani huu unatarajiwa kumalizika e, mnamo tarehe ishirini e, na sita mwezi wa tano 2025. Kwa hiyo ukichukua tarehe tano mpaka tarehe 26 ni wastani wa siku ishirini na moja, sawa sawasawa na wiki tatu. Mtihani huu tarehe tano hiyo, e, kama kawaida mitihani hii huwa e, inaanza ikiwa na masomo mawili mawili lakini kabla ya kuanza kuichanganua ratiba hii, lazima uelewe ya kwanza ya kwamba e, tarehe ishirini na nane mwezi wa nne elfu mbili ishirini na tano utaanza mtihani wa vitendo ambao ni wa physical education practical ambao unatarajiwa kukamilika mpaka tarehe mbili mwezi wa tano elfu mbili ishirini na tano kwa zile shule ambazo tayari zina masomo haya lakini ratiba masomo ya darasani au ya mitihani mingine ya kawaida itaanza tarehe tano mwezi wa tano elfu mbili ishirini na tano na somo la kwanza litakuwa ni GS ama General Study, ambayo itafanyika asubuhi. Lakini majira ya mchana itafanyika somo la English Language ama Kemia One au Economics. Kwa hiyo e, ni kulingana na mgawanyiko wa wanafunzi na combination zao. Tarehe inayofuata tarehe sita mwezi wa tano 2025 kabisa, somo la asubuhi kabisa itakuwa masomo ya Kiswahili moja, basic applied mathematics yani BAM, pamoja na advanced mathematics moja. Wakati wa mchana itakuwa ni somo la History 1 ama Chinese Language 1 ama Biology 1 au Accountancy 1. Itakapofika tarehe saba mwezi wa tano, elfu mbili ishirini na tano, ambapo ni siku ya Ijumatano, Wednesday, itakuwa na masomo kama Kiswahili namba mbili, Physics 1, Agriculture 1, Commerce 1, Food and Human Nutrition 1. Wakati wa mchana kutakuwa na masomo ya Geography one, Physical Education one, French Language one, na Education. Lakini siku ya tarehe nane mwezi wa tano 2025 ambao ni siku ya Alhamis, yani Thursday asubuhi kutakuwa na masomo ya History tu pamoja na biology tu. Wakati wa mchana kutakuwa na masomo ya English Language tu Chemistry tu pamoja na Commerce tu. Siku inayofuata ambao ni siku ya Juma tarehe tisa mwezi wa 5 2025 kutakuwa na masomo ya Geography tu Agriculture tu Accounts tu Food and Human Nutrition tu, wakati eh, kwa muda wa mchana utakuwa na masomo ya Fine Art 1 eh, Chinese Language tu Physics 2, Economics 2, kisha utapata mapumziko mafupi ya Jumamosi na Jumapili, alafu siku ya Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa 5 2025, kutakuwa na masomo ya asubuhi kama yafuatavyo, ambapo ni French Language 2 Agriculture 3, yani practical agriculture eh, advanced mathematics 2 Food and Human Nutrition 3, yani practical wakati wa mchana kutakuwa na masomo mawili tu ya dini ambayo ni Divinity 1 pamoja na Islamic knowledge 1. Siku ya Thursday Tuesday ambayo ni Jumanne ya tarehe 13 mwezi wa 5 2025, itakuwa ni masomo ya Fine art 2 yani practical pamoja na Biology 3A practical. Wakati wa mchana kutakuwa na masomo ya Computer science moja pamoja na eh, eh, information and computer studies. Siku ya tarehe 15 mwezi wa tano 2025 yani siku ya Jumatano asubuhi kutakuwa na masomo ya no. Kabla ya Jumatano, siku ya Jumatano tarehe kumi na nne tarehe 5 mwezi wa 5 2025 kutakuwa na masomo ya chemistry 3a, yani practical. Wakati wa mchana kutakuwa na divinity 2 pamoja na Islamic knowledge 2. Siku ya Alhamisi tarehe 15 mwezi wa tano 2025, asubuhi itakuwa ni masomo ya physics 3A yani practical, wakati wa mchana itakuwa ni Arabic language 1. Siku ya Ijumaa tarehe 16 mwezi wa tano 2025, kutakuwa asubuhi na masomo ya computer science 2 yani practical, wakati wa mchana kutakuwa na Arabic language 2 na hapo itakuwa ndio mwisho wa masomo mawili mawili, yatabaki masomo moja moja ambapo siku ya tarehe kumi na tisa mwezi wa tano elfu mbili ishirini na tano ambapo ni siku ya Jumatatu kutakuwa na masomo ya biology 3B practical bas, na wakati siku inayofuata tarehe ishirini mwezi wa tano 2025 ambapo itakuwa ni siku ya Jumanne yani Tuesday kutakuwa kuna somo la chemistry 3B practical siku ya Jumatano ya tarehe 21 mwezi wa 5 2025 kutakuwa na somo la physics 3B practical kwa zile shule ambazo zina wanafunzi wengi. Lakini pia, siku ya Alhamis ya tarehe 22 mwezi wa 5 2025 kutakuwa na masomo ya biology 3C practical. Siku ya Ijumaa ambao ni tarehe 23 mwezi wa tano 2025 E, kutakuwa na somo la physics theory c practical na then itaenda wiki inayofuata na siku ya Jumatatu tarehe ishirini na sita mwezi wa tano elfu mbili ishirini na tano kutakuwa na somo la chemistry theory c practical na hapo ndio itakuwa mwisho wa ratiba ya mtihani huu wa kidato cha sita kwa mwaka huu. Viko vitu vingi vya kuzingatia ambavyo mwanafunzi anapaswa kujiandaa navyo na kujia na nadhani tayari anavifahamu vya kuzingatia. Moja wapo ni kuwahi na kuhakikisha anauwahi katika chumba cha mitihani na e, kuseto kwa ajili ya kufanya mtihani wake e, masaa mawili ama nusu saa kabla Mambo mengine ya kuzingatia ni yale yale ambayo yanafanyika katika mitihani ya kawaida muhimu. E, kwa ratiba hii, ewe mzazi, ndugu mwanafunzi, jiandaye kwa namna yoyote, ukisali kumwomba Mungu wako, lakini pia kufanya e, revision ya masomo yako ili uweze kufaulu katika mitihani hii ya kidato cha sita. Yangu na kutakia kila laheri kwa maandalizi mema ya mtihani huu wa kidato cha sita, na Mwenyezi Mungu akutangulie.